Ili leo basi, leo tafakari yetu iko, tunaongozwa na masomo mawili, injili ya Matayo sura ya 4 aya kumi na sita na waraka wa kwanza wa Yohani sura ya tatu aya ishirini na mbili. Tunakumbushwa tu kwamba tunayapata yote tunayoyaomba kama tunazishika amri za Mungu. Hivyo basi tuzishike amri za Mungu ni tuweze kupata yale tunayoyahitaji. Kwa nini? Kwa sababu injili ya Yohani sura ya kumi na tano aya ya kumi na nne inasisitiza kwamba mmekuwa rafiki zangu mkiashika ni waamuruyo. Na kwa sababu hiyo, basi tunaposhika amri za Mungu, tunapotenda kadiri ya mapenzi yake, tutapata tu ile e, ile ahadi ya kweli, kwa sababu Injili ya Yohani sura ya 4, Injili ya Mathayo sura ya nne aya ya kumi na sita ndio imetusisitizia kwamba hata kwamba wale waliokata tamaa, wale kwenye uvuli wa mauti, mwanga watawazukia tokeo la Bwana. Ikifania tunaendeleza kwamba Kristo atatokea kwako pia katika maisha leo eh, atatokea katika kazi yako, kwenye shughuli zako mbalimbali, na ujitahidi sasa kutenda yaliyo mazuri walao siku ya leo, ili uipate hiyo amani ya kweli, kwamba utakuwa unatekeleza yale maagizo ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo.